Kama una kilo kuanzia 75 kupanda, kama una uzito mkubwa, kama una kitambi, una nyama uzembe, una pingili mgongoni, kuvaa nguo hazikupendezi, aziku nguo zinakuruka kila siku, umeshakuwa ukitembea kidogo unachoka, umeshaanza kupata adha, kuanza kusalimiwa na watu ambao mpaka wamekuzidi umri kwa sababu unaonekana tayari ni mzee. Leo ngoja nikwambie listi ya vyakula ambavyo inabidi uachane navyo kama unataka kupunguza uzito kwa haraka na pia kwa amani ama wasa, kwa usalama zaidi. Uh, chakula cha kwanza ambacho inabidi achane nacho, na ni kibaya sana. Achana na ngano, achana na ngano nausima ngano manake. Achana na chapati, achana na maandazi, achana na keki, achana na pizza, vitu vyote ambavyo vinatengenezwa na ngano. Ngano ni adui yako sana. Kitu cha pili, achana na wali, achana na ugali, achana na soda, achana na chips na chips. Navosema chips, simaanishi tu yale mafuta ambayo yanakaanga ama zikokangwa tu, I mean kile kiazi. Hata ukienda kukichemsha still sio kizuri kwa wewe, wewe ambaye unataka kupunguza uzito, serious na safari yako ya kupunguza uzito.